Mayele peke yake toka ligi za Afrika ndiyo aliyeitwa kwenye timu ya DR Congo, ambapo imeelezwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya DR Congo Eh, Sebastiani De Sabre ameita kikosi ambacho kitashiriki fainali za mataifa ya Afrika pale Morocco, ambapo Fiston Mayele anakuwa mchezaji pekee kutoka ligi za Afrika kuitwa ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Congo DR ambapo katika guidelines ambao ni makipa basi ameweza kumwita Tifa Yulu, huyu anatokea FC Noa au Manen, lakini Elo Mpasi anatokea e Lihaven au Franc, lakini mwingine ni Mpolo anayetokea Standard D League ya Ubelgiji, lakini mabeki, mabeki ni kuna Wan Bisaki anatokea West Ham ya England na mwingine ni Kaluru anatokea Alice Limaso hii ni ya Cyprus, na mwingine ni A Ma, Masuaka anatokea Sunderland ya Uingereza, na mwingine ni J Kayembe anatokea KRC geng ya Ubelgiji, mwingine ni ni Ala Bushiri yeye anatokea Hibernia FC ya Scotland. Na mwingine ni A to Azebe anatokia Burnley ya Uingereza. Na mwingine ni C Mbemba, yeye anatokia Lille France, na S Kapuadi, yeye anatokia Legia Warsaw ya Poland. Mchezaji mwingine ni anatokea Hispanola Isp Barcelona ya ya Hispania. Mwingine ni e, N Mukau anatokea Lille ya Ufaransa, na M, Stoikens yeye anatokea Anderlecht ya Belgiji, na mchezaji mwingine ni T Bongo Danga yeye anatokea Spartak ya Moscow, hii ni kutokea Urusi. Na mwingine ni M Balikwisha anatokea Celtics. Anatokia Scotland. Na mchezaji mwingine ni N Mbuku anatokea Montpellier ya Ufaransa lakini, na mwingine anatokea Sipeng ya Castellon ya Uhispania lakini ata ambao hawa ni washambuliaji katika orodha ya washambuliaji basi, kuna Esi Pansa, huyu anatokea Al Jazira kutokea falme za Kiarabu, lakini mwingine ni Fisto Mayele, huyu ndiye ambaye anatokea Piramidi ya Egypti. Mwingine ni Esi Esente, huyu anatokea Augsburg kutokea German na mwingine ni m elia anatokea Alanyespo ya Uturuki. Na wa mwisho kabisa mshambuliaji anaitwa si, bak, Baba Bakampu anatokea Lilibets kutokea eh, Hispania. Hii ndio orodha ya wachezaji ambao wamechaguliwa na Sebastiani ambaye yeye ni kocha wa timu ya taifa ya Congo DR ambaye ameweza kuwachagua, na katika orodha hiyo mchezaji anayecheza ligi ya Afrika ni pekee Fiston Mayele ambaye naye ameingia kwenye sehemu za washambuliaji. Yote ameweza kutokea baada ya Fiston Mayele kuweza kujishindia tuzo tofauti tofauti, ikiwemo ile ya mchezaji bora wa mwaka na mfungaji bora.